banda ya mivurano ya kahijiri baina ya umuzhi wa nganzale na salamani harimweshisiwa shanzuani itongesai asubuhi ya mfumo ra rwini tarehe ishirini na shenda ya umwezi wa septambre muonano wa suluhu endelea harimalidagola darin naja haadhiri mwaumuhueshisiwa shanzuani dr zaidu yusuf mavamana wa idawla nena wahu wa jeshi na wahifadhi mbali na mbali ya mawakala wa emishini yomili nede ngadzale na salamani wakaharuma ya mahadisiani hahuzunguha iamani baina ya mijini na wao wakubaliana zijanibu zombili huka rangude wakatunu Li amani uva moja nena li suluhu li isa li regea ili wa uregea haru maska wainda za naisha yao. Utahari pare, zo ikawo di za hadisiwa haru ma ya mahadisi ya suluhu yaani ikawo di afanshi zi ya infumuraru ina haru madago la dari naja na rodunga usha edifu wa zo ikawo di wari kubali yasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rishukuri ya handani. Muhuwe dawla azali Assoumani

mwezingu alikubali arhosia maumu yatu hatastongo ridezini zisifanishe tena nawasi risiwavoshia marhaba hamarangina watu ikomba wa adungel sulahalini rangu ma mera rangu maprefe rangu uh, madepite hataulawa ministri risiwavoshia marahaba nawasi ravamosha naonasirikie zitongo zao ruwambenana nyatumba asiriwa swamihi

ya Komor na uhamana waheli swa lanzuani nade gouverneur shukuri ya eforse nasionali na mapolisi hainamna wafanya juhudi ihawaya kaharumwa ikumini ya Ngadzale washinda washindaawanata rapara amani na usalama wasiri kubali sulahalikao ilafanywa na sirika lkamil maana rjuwa mba wanganzale wadi majirani yatu wadatutulia wakatikaamba rufu wada tutolia ufu babu wasi rwa samihi de zikaa hijiri na wasi simiamwizungu mbane zinza hijiri sihijiri sena inshaallah nahumbiai idawla yatu amba marahaba